Naam, mtazamaji wa Trend TV, bila shaka nadhani utakuwa unafahamu kwamba moja kati ya wadau wa mziki wa Bongo Flavor, huyu hapa si mwingine bali ni Ostaz Juma na Musoma. Uh, huyu Ustaz Juma bwana ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakidhihirisha kwamba wao ni mashabiki kindakindaki wa Harmonize na Konde Gang kwa ujumla, na amekuwa akikosoa wa vitu vingi sana ambavyo vimekuwa vikifanyika upande wa pili yaani upande wa WCB kule, hususan ni msanii Diamond na Zuchu wamekuwa wakishutumiwa kwa vitu vingi, wamekuwa wakikosolewa na kusemwa vibaya mara kwa mara na Ustaz Juma na Musoma. Sasa, this time around ukiwa huu ni mwezi wa Ramadhani na Zuchu ameondoka nyumbani kwa Diamond kwenda kutumikia mwezi huu. Hey, amerudi nyumbani kwake na anaishi na mama yake mzazi, lakini pia hata katika picha za bibi Zuchu zimekuwa zikionyesha kwamba amekuwa akijisitiri na amekuwa akivaa kwa stara. Lakini ukichana na hilo, pia ni kwamba hata kumsogelea Diamond siku hizi imekuwa ni kwa nadra. Hata siku ile wakati wanazindua zile sabuni, pia tuliona kwamba Zuchu hakuwa sana very close kama ilivyokuwa kawaida yake na Diamond Platinum, ukizingatia kwamba huu ni mwezi wa Ramadhani. Sasa Ostaz Juma na Musoma kwa mara nyingine baada ya miezi mingi na miaka mingi kupita ni kwamba amemposti Zuchu katika ukurasa wake wa Instagram na akaandika kwamba alhamdulillah, Mungu amesikia maombi yangu, naomba bado na naendelea kuomba. Ustaz Juma ameandika hivyo. Na kuna baadhi ya peji huko mitandaoni pia zimekuja kuripoti kuhusiana na hilo tukio ambalo amelifanya Ustaz Juma leo wakiwa okay, ameandika kwamba siku kadhaa zilizopita Ustaz Juma na Msoma ambaye ni meneja mkongwe wa mziki wa Bongo Flava nchini Tanzania alipokuwa anafanya mahojiano na waandishi wa habari aliweka wazi kwamba hisia zake kwa bibiye Zuchu, kuwa anampenda sana na anatamani hata amuoe mapema. Siku hii ya leo Ostaz Juma na Musoma amezua gumzo kubwa kwenye mtandao wa kijamii baada ya kuchapisha picha za Zuchu kwenye mtandao wake wa Instagram na kusema kuwa maombi yake yamejibiwa, akiwa ameandika alhamdulillah, maombi yangu ma, yamejibiwa na naendelea kuomba. Ameandika hivyo ostaz Juma, jambo ambalo watu wamebaki na maswali kwamba je, ni kitu gani ambacho yeye kimejibiwa na kuposti hizo picha za bibie Zuhura? So ukiwa kama mdau, kama una speculation yoyote, unaweza ukaweka katika maoni hapo maon chini kwenye comment section, lakini pia vilevile, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.